He, kwa majina mimi naitwa Kija Malingi Miete, ni mratibu wa Yanga mkoa wa Mwanza na ndio kiongozi mkuu wa mkoa. Ombi letu sisi tunaomba rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania Wallace Karia ajitokeze hadharani atuombe samahani. Moja, atuombe samahani sisi wanayanga wanachama na wapenzi wake. Pili, aombe samahani kwa viongozi wetu kwa, kwa kejeli na kuwadharau kuwa kwamba hawawezi kuendesha kilabu yetu na wanastahili ku, kujiuzulu na hali sisi tuliwachagua na tuna imani nao. Kama hata fanya hivyo sisi tayari tutamkuta kule, kule kwenye ofisi ya TFF. Kwa kauli moja sisi kama mkoa tunatamka, kwanza hatuchezi, tunataka pointi tatu, tunataka tuombe radhi. Ninaitwa Abubakar Saif, mzee wa Toto Africans. Nimecheza Young Africans, Toto Africans, Bora Pamba ya Mwanza, miaka mingi. Mimi ni mzee wa Young Africans, nazungumza ukinikiunganisha. Ndio. Yeah. Kauli ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nne, na Wallace Karia na bodi ya ligi, angeitumia haya yote, asingejitokeza halali pointi tatu Young Africans tuna wasiwasi, labda kuna kitu kimeingia kwenye kichwa cha Karia kimevurugika. Tuko katika ligi bora Afrika nafasi ya nne, anaenda kuvuruga ligi NBC. Bodi yao sijui kikao chao cha siri, huenda wakajitoa kwenye udhamini yake, na kuja Azam katoa maandishi kakero na gharama. Leo Mwanza tunazungumza, tuna hasara tatu, wanachama wamekula hasara, tumefia na mwanachama wetu gharama zimeumia na wanachama nchi nzima wamekula hasara. Nani analipa hiyo gharama ya ligi? gharama za wanachama nani analipa? kiongozi wangu mkuu amesema wazi kabisa, tunataka pointi tatu na mechi hatutarudia. kwa Mtanzania mwenye akili hajui nini maana Yanga Africans? ukiisema Yanga inacheza uwanjani na Simba kwenye uhalali wake basi unasema mapato ya bilioni moja pointi mbili kari ya kuna kitu kimemchanganya. Kuivuruga ligi dakika za mwisho ni jambo la aibu. Yanga imefanya makubwa, wawekezaji wametoka sehemu mbalimbali, mataifa yote yanayoona Tanzania kwamba wamefanya mabadiliko ya soka, mabadiliko ya soka, na una kebehi kwenye iftari, unatoa tu kwenye kwenye iftari, una kebehi Yanga Africans. Naomba tu upongezwe uongozi wa Yanga Africans chini ya rais wetu kwa jina anaitwa Tina Marius. Niko hapa mbele kuungana na kwa mingine kwa jambo ambalo tumeamua kulifanya. Tumeambiwa mambo ya ovyo, kila kitu ni sisi. Ukiangalia mambo mengi yaendi sawa, tunanyamaza. Tumechoka kunyanyasika. Kiongozi wetu JCM, rais wetu, ukiangalia JCM, gharama alizotumia ni kubwa mpaka sisi kusimama. Ukiangalia timu yetu, paka imesimama. Tulikuwa ni omba omba, kwa natuambia sisi tunaombaomba, sasa hivi tumesimama imara. Anataka kutuangusha, anataka tufanye nini? Sisi ndio mabingwa wa nchi, tunasema hivi, hatuchezi mechi <tos> <tos> na kama yeye ana mtu wake ambaye amemwandaa kuwa bingwa, Yanga ni bingwa tena, tunataka haki yetu. <coughs>